Katika sehemu kubwa ambayo leo imekuwa ni chachu ya kuharibu akhlaki za watu ni hayo matelevision ambayo watu wameyaweka katika majumba yao, vingamuzi hivyo, watu wakawa wanatazama ma season hayo, ma series hayo, tamthilia endelevu hizo, bongo movie hizo, wakawa wanazitazama mambo ambayo asili yake, bali kwa asilimia tisini na tano yameandaliwa na makufar alyahudu wa nasara. Wakawa wanatazama zile tamthilia endelevu, ima za Waingereza au za Wakorea wa China au Wahindi, mambo ambayo huko, wakawa wanaona mambo ambayo yanaharibu tabia za watu, akhlaq, mapenzi nje ya ndoa, uzinzi na mfano wa mambo kama hayo, bali ushirikina kwa sababu ukitazama maudhui kuu ambazo zinawasilishwa katika tamthilia hizi ambazo watu wanazifuatilia, ima ni mapenzi au utakuta ni ushirikina au ulaghai, uongo na mfano wake. Watakikana Muislamu ajiepushi na mambo kama hayo, wala asiupotezi muda wake katika mambo ambayo hayana faida la katika dini yake, wala katika dunia yake, bali yana hasara kabisa katika dini yake, kadhalika na katika akhira yake. Yatakikana watu wajiepushe na mambo kama haya.